Karibuni sana katika chaneli yangu, msisahau ku like, comment na kusubscribe ili msipichwe na video zinazofuatia. Leo tunapamba keki kwa staili nyingine, na utaona jinsi ya kuweka vipipi kwenye keki yako bila kutumia mkono kama hivyo. Video yetu ya kwanza imeenda faster faster kwa sababu inajulikana, na video nyingi nimeposti kuanzia mwanzoni jinsi ya kupamba keki, kuunganisha keki, cream yangu koti ya pili kwenye keki. Hizo keki ni nchi sita. Mimi napenda sana kupikia nchi sita, ukiunganisha mbili inapendeza sana, inakuwa na muonekano mzuri. Ila kwa wale wanaopenda kutumia nchi nane au nchi tisa, inakuwa fupi. Kwa upande wangu naona kama huwa hazipendezi sana. Napenda sana keki za kuunga kama hivo, kama una swali lolote, maoni au ushauri weka kwenye comment, tapitia, nitajibu. Kama hivo nimeshapaka buttercream yangu, hapo na sawazisha na kitana hicho kama tunavyoona kwenye video yetu. Vitana na vyenyewe pia vimetofautiana. Kuna kitana kingine kinahitaji buttercream nyingi kwenye keki kama hicho na kuna vingine hata buttercream ikiwa kidogo kipitisha kinakuwa sawa sawasawa. Hicho kinahitaji buttercream nyingi ili kuweka hayo maua mazuri kwenye keki yako. Kama hapo, nimesawazisha, na nikiona imekaa sawa, nakuja naendelea na hatua nyingine. Kwa kama unavyoona buttercream yangu ni nzuri, ni laini, imependeza na kwenye keki imeshika vizuri. Kama unataka kujua jinsi ya kuandaa, search hapa kwenye channel yangu, kuna video nimeweka jinsi ya kuandaa buttercream laini nzuri na nyeupe kabisa, kama hiyo unavyoona kwenye video yangu na wale ambao hawajui kupika keki pia unaweza kuendelea kunifuatilia. Kuna video nyingi sana nimeweka za kupika keki aina mbalimbali. Kama una swali pia unaweza kuweka kwenye comment. Pia jitahidi uangalie video mpaka mwisho ili uweze kuelewa, maana video kikomea katikati uweze kuelewa. Baada ya hapo, nikaanza kuweka maua. Kuna wale ambao hawafanyi mazoezi kwenye swala la kuchora maua kwenye keki, jitahidi sana ujifunze kuchora maua, maana bila hivyo, kuna keki zingine zitakushinda Unaweza kuletewa sample inahitaji maua, na wewe maua huwa haufanyii mazoezi. Kwa hiyo jitahidi ufanyie mazoezi ili uwe unatengeneza maua yenye kulingana kama hivyo. Baada ya hapo, nikaweka stika yangu kama hiyo tunavyoona nika eti, nikaweka topa ya happy birthday kama hiyo. Baada ya hapo, nichukua vipipi vya rangi ya gold nikavimwaga kwenye sahani, kisha nikachukua hicho kichuma kwa ajili ya kuwekea kwenye keki. Maduka ya keki vinauzwa. Sasa sijui jina lake inaitwaje, unakuwa tu unachota una, nani yako, unaweka, unachota unaweka kama hivyo tunavyoona mpaka utakapomaliza. Ni rahisi sana kwa wale ambao wanashindwa kuweka na mkono. Hata kwa mkono unaweza ukaweza. Kwa kama uwezi nunua kifaa hicho, unaanza kuwekea kwenye keki yako. Baada ya kumaliza kuweka vipipi nika spray dust yangu kama tunavyoona. Siva dust pia zinauzwa na vichupa hivyo vinauzwa. Baada ya hapo keki yangu ikawa tayari nzuri sana, simple na imependeza kama tunavyoona. Asanteni sana na karibuni sana sana sana.